Iliyoko chini ya video hii. Asante mpenzi mtazamaji wa YouTube chaneli yetu, karibu tena katika dawati letu la michezo, tukikuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje jemi, na ki ki jemi, na ya Tanzania. Kama huu ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, utakuwa umesikia taarifa kubwa zaidi ambayo ina trend katika mitandao ya kijamii kuhusiana na afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, Alikamwe ambaye amefungiwa. Usisahau Alikamwe aliingia madarakani rasmi kama afisa habari na mkuu wa kitengo cha afisa habari na idara ya habari ndani ya klabu ya Yanga baada ya kufungiwa aliyekuwa afisa habari na mhamasishaji ndani ya klabu hiyo ambaye uh, ni Haji Sande Manara. Baada ya Manara mwaka 2022 kufungiwa kutokujihusisha na masuala ya soka takriban miaka miwili, Yanga ndio aliingia katika mchakato wa kumpata atakaye kuwa mrithi wake na ndipo wakampata Alikamwe pamoja na wengine ambao wamedumu kwa ubunifu na kazi iliyotukuka ndani ya idara hiyo hata hivyo Alikamwe baada ya kufanya makosa ambayo inadaiwa kwamba katika makosa haya hastahili kupona, basi moja kwa moja inadaiwa kwamba amefungiwa takriban miaka miwili kujihusisha na soka la Tanzania, na jambo hili limeweza kuibua mjadala, wakati kuelekea dabi ya Kariakoo kati ya klabu ya Yanga na Simba, ambao Yanga ndiyo hosti wa mchezo huo. Sasa taarifa zinakuja ni kwamba nani anaenda kuwa mrithi wa Alikamwe, kama Alikamwe atafungiwa miaka miwili na huku mkataba wa Alikamwe na Yanga ikiwa ni miaka miwili, taarifa ambazo tumekuja kuzipata kupitia mitandao ya kijamii na vyanzo mbalimbali vya, vya habari, nadaiwa kwamba Haji Sande Manara aliyekuwa afisa habari wa klabu ya Simba pia akaja kutimkia ndani ya klabu ya Yanga akiwa kama mwanachama huru, lakini pia akaja kuwa mhamasishaji ndani ya klabu hiyo. Huyu ndiye anayetajwa kuwa mrithi wa Alikamwe, yaani ndiye atakayeendeleza nafasi hiyo, ikiwa sio kwa mara ya kwanza yeye kudumu katika nafasi hiyo ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia na, na klabu kubwa za hapa Tanzania. Taarifa hii ilitolewa na baadhi ya wadau mbalimbali ikiwemo Champion TZ ambao anasema kwamba breaking news, Haji Manala muda wowote anatarajiwa kuchukua nafasi ya Alkamwe ndani ya klabu ya Yanga. Hii ikiwa ni taarifa um, kubwa zaidi. Usisahau kwamba Alkamwe ana uzoefu mkubwa akiwa katika idara za habari, lakini Manala amekuwa na uzoefu mkubwa akiwa katika idara ya usemaji wa soka takriban zaidi ya miaka zisizopungua nane akiwa ndani ya klabu ya Simba, lakini pia hata kwa ufupi ule ambao aliokuwa nao ndani ya klabu ya Yanga. Usisahau kwamba wakati manara akiwa ndani ya klabu ya Simba alijizorea mashabiki wengi, akiwa anawananga zaidi upande wa Yanga. Lakini hata hivyo alikuja kuyakanusha baadhi ya maneno pale ambapo alitua upande wa Yanga. Manara amekuwa akitengeneza wigo wa mashabiki wengi iwapo akiwa katika kazi hasa ya usemaji, na sasa inadaiwa kwamba yeye ndiye moja kwa moja anakuja kurithi mikoba ya Alikamwe, na moja kwa moja yeye ndiye atakayekuwa mkuu um, wa kitengo cha idara ya habari na mawasiliano ndani ya klabu hiyo je kupigwa adhabu ya miaka miwili uh, kwa Alikamwe na kisha kurejeshwa kwa Haji Sande Manara kwa namna moja au nyingine, je, unaona new generation itakufa hivyo? Usisahau kwamba hadi sasa new generation wamefanya kazi kubwa hapa, nikimaanisha kwamba upande wa simba kuna Ahmed Yari, upande wa Azam, uh, upande wa Azam akiwepo msemaji ambaye naye ni new generation lakini pia upande ambaye ni Hashim Ibwe lakini pia upande wa Yanga akiwepo Alikamwe pamoja na kina Privadinho. Hawa watu wameleta mageuzi makubwa sana katika kulisemea soka la Tanzania. Je, kurejea kwa Manara ambaye amekuwa ni mkongwe na wengine wakiwa wanamshutuku kwamba Manara hakuwa ni mtu mwenye utani, bali kwa timu nyingine, ila hawa vijana wamekuja kufanya soka linachangamka zaidi. Je, unadhani ni kweli Manara ndiye alie, hak, hastahili kuwa katika nafasi hiyo kwa sasa ndani ya klabu ya Yanga na je kati ya Manara na Alikamu ni nani anastahili zaidi kulichangamisha soka, na nani ambaye amefanya kwa ukubwa kwa muda ambao kila mmoja ametumikia soka la Tanzania, muda ambao Manara alitumikia soka, lakini pia muda ambao Alikamu alitumikia soka? Na je Manara ni sahihi kwa sasa kwa upande wa Yanga na kurejea kwa Manara katika usemaji wa soka? Kwa namna moja au nyingine, swala hili utakuwa unalizungumziaje? Shaka katika upande wa comment section. Tukutane wakati ujao. Pana kwa majaliwa, asante.